Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitaje machache ambayo Dkt. Samia amesukuma na yameweza kutokea. Ujenzi wa stendi ndogo ya mjini kati, ujenzi umefikia asilimia 80, na sasa wanakamilisha fremu za maduka kuzunguka stendi hiyo, na baada ya miezi miwili stendi itakuwa tayari kufunguliwa la. Lakini soko kuu la Bukoba tunatarajia ujenzi utaanza rasmi mwezi wa tano na baada ya mwaka mmoja soko jipya litakuwa limetokea Bukoba na kuondoa soko la zamani. Tayari tumekwisha vunja tukisubiri mkandarasi aanze kazi mwezi, mwezi wa tano. Stendi ya Kiya Kairabwa nayo maandalizi yanaendelea na yenyewe ujenzi wake utaanza mwezi wa tano, ukiambatana na barabara ya kilomita kumi za lami kilomita kumi nukta tano za lami katika manispaa yetu ya Bukoba. Aidha, ujenzi wa barabara ya njia nne unaendelea kwa kasi. Ujenzi au ukarabati wa bandari yetu ya, ya Kemondo umekamilika kwa asilimia mia moja na umegharimu takriban shilingi za kitanzania bilioni ishirini. Bandari ya Bukoba mjini inaendelea kukarabatiwa na ukarabati umefikia asilimia 96 na wenyewe umegharimu bilioni 20 za Kitanzania, lakini ujenzi wa meli MV Mwanza Hapa Kazi Tu unaendelea kwa kasi na umefikia asilimia 96, ambayo meli hiyo itakuwa mkombozi mkubwa kwa uchumi wa mkoa wetu wa Kagera. Meli hiyo itakapokamilika, itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo kwa wakati mmoja. Aidha, itaweza kuoperate kutoa huduma ndani na nje ya Tanzania. Aidha, tunashukuru sana tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha shilingi bilioni tisa nukta tano ambazo sasa zinakwenda kujenga Machinga Complex katika manispaa yetu ya Bukoba.